Kuna breaking news hapa, ambapo mmoja wa viongozi waandamizi wa chama cha Mapinduzi CCM, Askofu Dr. Josephat Gwajima, mbunge wa CCM Jimbo la Kawe, ameitisha press conference ambayo kwa kweli haikutarajiwa na imetokea kama surprise kwa sababu watu wengi hawakutarajia uwepo wa hii press conference, lakini kama kilichoshangaza zaidi ni hiyo press conference kufanyika, yaliyoongewa, nadhani itakuwa imewaacha watu wengi midomo wazi kutokana na uzito walioongelewa. Lakini press conference yake ilikuwa na ajenda kuu moja. Sasa makala hii ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuzungumzia kilichoongewa na Dr. Gwajima, kwa hiyo hapo hakutokuwa na maoni yangu, lakini sehemu ya pili ni kutafsiri alichokiongea Dr. Gwajima, kwa sababu kwa haraka haraka tu, kwa jicho la kiintelijensia, kuna mambo fulani ambayo yamezunguka hiyo press conference japo hayakutajwa. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni katika sehemu ya pili. Kwa hiyo basi nianze makala hii na hiyo sehemu ya kwanza kuhusu nini alichoongea, uh, uh, Askofu Gwajima uh, kwa, kwa ujumla press conference yake imehusu swala la utekaji na kwa hakika ameongea kuwakilisha maoni ya wa Watanzania wengi. Kwa hiyo katika hili anastahili pongeza. Uh, kwa lugha za mtaani tunaweza kusema kwamba Askofu Gwajima amejilipua, kwa sababu ni nadra kwa mwanachama wa CCM au kiongozi wa CCM lakini kiongozi wa ngazi kama yake, kwamba ni mbunge lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, kuongea aliongea, uh, uh, kwa kweli ilihitaji ujasiri. Kwa kifupi, Askofu Gwajima amesema kwamba swala la utekaji linaipeleka Tanzania pabaya. Kadhalika, ameeleza wasiwasi wake kuhusu kwa nini uh, vyombo vya dola havionekani kuchukua hatua kuhusiana na swala zima la utekaji na akaenda mbali na kutoa mifano hai. Lakini moja ambalo wamejaribu kuligusia uh, ni kuhusu vyombo vya dola. Kwa hiyo ameyagusia amezungumzia swala la utekaji, lakini amelihusisha na vyombo vya dola, na katika maelezo yake kuhusu vyombo vya dola uh, kwa upande wa Idara ya Usalama wa Taifa, yeye ameonyesha kuguswa zaidi na hii mabadiliko ya kila mara ya viongozi wa Idara ya Usalama wa Taifa, kwamba hana tatizo na viongozi wa Idara ya Usalama wa Taifa kuteuliwa na rais na akasisitiza kwamba anaposema rais hamaanishi Rais Samia Suluhu Hassan bali taasisi ya uraisi. Kwa hiyo akasema kwamba katika miaka hivi karibuni tumeshuhudia mabadiliko mbalimbali mbali ndani ya idara ya usalama wa taifa um, alikuwepo um, wakati wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa alikuwa Bwana Diwani Athumani ambaye alidumu kama kwa mwaka mmoja, baadaye akatolewa. Uh, badala yake akaletwa Bwana Masoro ambaye huyo alidumu kwa miezi michache tu akaja akatolewa, baadaye akaletwa balozi Ali Siwa ambaye alidumu kwa takriban mwaka naye akatolewa, na sasa yupo bwana Selemani Mombo. Sasa um, askofu Gwajima anasema wakati hana tatizo na mamlaka ya rais kuendelea kuteua wakuu wa idara ya usalama wa taifa, ana tatizo kuhusu kutolewa kwao, na akaeleza kwamba wakati uh, diwani Athumani bwana diwani Athumani alipoondolewa ya ukurugenzi aliondolewa na watu wake, yani wale wakuu wake wakuu wa idara hiyo walio chini yake nao wote waliondolewa. Alipokuja bwana Masoro naye alipoondolewa, aliondolewa na watu wake. Alivyokuja balozi Siwa alivyoondolewa, naye aliondolewa na watu wake. Na akasema ni swala la kujua ni lini, pengine huyu mkurugenzi aliyepo sasa hivi naye anaweza akajikuta ameondolewa, lakini akaondolewa pia na watu wake. Sasa akasema katika yote haya matukio ya kuondoa wakuu wa idara ya usalama wa taifa hakujawahi kuelezwa kwa nini walikuwa wanaondolewa na akajaribu kujenga picha kwamba katika mazingira haya tuliyokuwa nayo sasa hivi ambapo pengine mtu ameteuliwa na anaona wenzio wanaondolewa na, na wale chini yake pia wanaondolewa, um, haya ni mazingira ya kufikirika na kuhusisha na swala la utekaji, kwa mfano kwamba kama mtu ameteuliwa na anaondolewa bila maelezo na hakuna anayehoji, kwa hiyo yule na, anayepewa nafasi hii anaweza kuwa tayari kutekeleza majukumu maagizo Um, ili asije kukumbana na yali wakumba wenzie huko nyuma, lakini akaenda mbali zaidi na kueleza kwamba um, utaratibu ambao pengine ungekuwa muafaka ni kwamba wakati rais kama mwanasiasa anapoteua hawa watu, basi wanapotolewa au kunapokuwa na haja ya kutolewa vyombo vingine vihusishwe, na kimsingi akasema kuna kamati ya bunge. Kwa sababu kuna kamati ya bunge ambayo kimsingi katika masuala ya intelijensia unasema kama ni inafanywa ya Idara ya Usalama wa Taifa kama ni mwangalizi wa nini kinachofanywa na Idara ya Usalama wa hiyo, kama wakuu wameharibu, kimsingi pengine ingek inge uh, taasisi nyingine a dola zifahamishwe kwamba huyu amekosea i ndio sababu ya kumtoa. Kwa hiyo, basically hoja yake ilikuwa ni kwamba kama viongozi wa taasisi hii watakapokuwa kuna haja ya kuwatoa, mamlaka iliyoateua itakapona haja ya kuwatoa, isiyo tu inawabadilisha bila kufahamu, kueleza umma au kueleza mamlaka husika tatizo liko wapi? Kwa sababu uh, hofu ni kwamba huko mbele hali inaweza kuwa ni mbaya, na akaenda mbali akatoa mifano, akasema kwa mfano uh, kesho akatokea Abdul, Abdul ni mtoto wa mama Samia, akaokotwa akatekwa, akaokotwa ametebuliwa macho, au mtoto wa yeye uh, uh, Bishop Gwajima akaokotwa ametobolewa macho au mtoto wa Waziri Mkuu Majaliwa akaokotwa ametobolewa macho. Akalinganisha haya na tukio la kutekwa Mdude kwamba watu waliokuja wakaingia katika nyumba yake wakamchukua Mdude wakampiga wameondoka naye na trail ya damu imeachwa ime pale, lakini mpaka sasa hivi ukiangalia, akatoa aka tena mfano kuhusu tukio la uh, katibu mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, uh, Father Charles Kitima jinsi lilivyotokea lakini kimsingi japo hakusema maneno haya anayosimamie, kimsingi tafsiri alichokisema ni kwamba hakujawa na action kutoka kwa vyombo vya dola, so anavyohisi yeye kwa maelezo yake, si vyombo vya dola havihusiki na matukio haya. Sasa kama unakubaliana naye au hukubaliana naye, hilo ni swala lingine, tutaliongea katika upande wa pili, sehemu ya pili ya makala hii. Um, anasema hivyo kwa sababu anasema kuwa, uh, katika hao tukio la kukamatwa kwa hawa na harakati kutoka Kenya Boniface Mwangi na Agather Atuhaire. Atuhaire um polisi walijitambulisha, uh, walipokwenda kumchukua Mwangi, na kwa Agather anasema kuwa polisi wakati wanamfanyia vitendo vya udhalilishaji wa kingono wa kijinsia walijitambulisha kwa ni polisi. Sasa hivi anasema kwamba katika mazingira ya polisi ambao wana ueledi itakuwa ni vigumu kwa kweli kujitambulisha wakati wanafanya vitu kama hivyo, um ambayo ni hoja yake pengine haina uzito sana, lakini ukweli ni kuwa polisi walijitambulisha na walikamatwa na polisi. Kwa hiyo hawa sio kama wanawasingizia polisi ni lakini hoja ambayo alikuwa anajaribu kuitengeneza Askofu Gwajima ni kwamba inawezekana wakati hawa watu wana mavazi ya polisi au wanaonekana kuwa wanatekeleza amri halali za polisi, lakini inawezekana hawa watu hawafanyi kazi chini ya hizi taasisi, yani kwamba sio watumishi wa jeshi la polisi wakati wanatekeleza jukumu hili na wala sio watumishi wa Idara ya Usalama wa Taifa wakati wanatekeleza majukumu hili kimsingi ni yale ambayo yalikuwa yameongewa sio katika utawala huu, lakini katika utawala uliopita. Uh, ilielezwa kwamba kulikuwa na idara ya usalama nje ya idara ya usalama wa taifa, kulikuwa na jeshi la polisi nje ya jeshi la polisi, kwamba hawa watu wana mamlaka ya kufanya vitu pengine zaidi ya hizi taasisi husika. Kwa hiyo hayo ndio kwa kifupi ambayo uh, askofu Gwajima ameelezea, akasema kwamba inawezekana kuna kikundi ambacho sio polisi wala sio idara ya usalama wa taifa kinachohusika na matukio ya utekaji. Ha, akaeleza mlolongo wa wakurugenzi wa hapa, Diwani Athumani aliyeteuliwa na Rais Magufuli na akaendelea kumtumikia uh, mama Samia Suluhu Hassan katika uh, miezi uh, takriban mwaka wa kwanza utawala wake, lakini baadaye akaondolewa pamoja na watu wa chini yake, lakini hakuna sababu iliyotolewa uh, masoro uh, Balozi baruz, siwa uh, kwa hiyo anasema uh, haya yanahitaji kutupiwa jicho. Kadhalika, alitahadharisha kwamba matukio ya utekaji yana athari kubwa sana kwa Tanzania, inaweza isionekane sasa, lakini itakuja kuonekana huko mbele ya safari, kwa sababu hata watalii watakapokuja kueleza kwamba Tanzania si salama, ni nchi ambayo inateka raia wake. Raia wa kigeni huwa wanaangalia sana kinachojiri ndani ya nchi, kwamba kama haki za wananchi hazithaminiwi, wale wenye nchi hazithaminiwi, kwa nini haki ya mgeni ithaminiwe? Kwa sababu analipa dola za utalii. So definitely matukio haya ya utekaji yatakuwa na athari na hasa anapo sasa yameanza kuvuka sio tu kwa Watanzania. Kuna huyu dada kutoka Uganda, kuna Mwangi kutoka Kenya, wamekumbwa na madhila kama hayo. Um, pia akasema kwamba tusipochukua hatua kuhusiana na masuala kukabiliana na janga la utekaji tutapoteza nchi, huko mbele ya mbele, yani huko mbele, tulipo tunakoelekea, nchi itapotea kwa sababu hili janga litakuwa nje ya uwezo kwa sababu kama ilivyosema kwamba kuna, kuna mazingira yanayoweza kuashiria kwamba haya matukio yanatokea nje ya hizi taasisi ambazo zina jukumu na wajibu wa kulinda wananchi, kwamba vinaweza kuwa vinafanya kazi kama sehemu ya hizi taasisi lakini ziko nje ya mfumo, yani kama kuna mfumo usio rasmi unaofanya matukio haya. Anasema kwamba anaamini kwamba utekaji haufanywi na vyombo vya dola, kwa sababu vyombo hivyo ni component. Na uh, akatolea mfano kama hao wa polisi waliokwenda Serena na hao waliomdhalilisha Agatha walijitambulisha kwa wao ni polisi, ambao anasema katika mazingira ya kawaida sio rahisi kwamba labda wengine wako na vificho na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema inaweza kuashiria kuwa hawa watu labda wanatumia tu cover ya polisi. Um, akasema lakini swali la msingi linabaki, kama kama sio polisi hawa ni nani basi hawa wanafanya vitu hivyo, lakini kubwa zaidi ni kwa nini sasa Jeshi la Polisi, Idara ya Usalama wa Taifa hawachukulii hili jambo kwa uzito stahili, hawachukui hatua. Ndio wakasema kwamba kuna inawezekana si kwamba hawafuatilii, inawezekana wanafuatilia, lakini wakifika sehemu wanagundua kwamba hawa watu wanafanya haya kwa amri ya kutoka juu zaidi, kwa hiyo inabidi waache. Na akapelekea mfano kusema kuwa labda mkurugenzi mmoja wa Idara ya Usalama wa Taifa alifuatilia tatizo, baada ya kufuatilia akatolewa mwingine akaja akafuatilia, akatolewa. Mwingine akaja kwa sababu, mwingine akishaona hiyo, mtu anaweza akaogopa, nisije nikafuatiliwa na mimi nikatolewa kama wenzangu. Ina maana kubwa sana katika hicho alichokisema, na akamalizia kwa kutoa ushauri wa aina mbili. Kwa ushauri wa kwanza ni huu wa kutaka idara ya usalama wa taifa, kama unapotolewa madarakani, basi angalau kamati ya bunge ifahamishwe tatizo liko wapi. Lakini pia akaongelea kuhusu swala la maslahi ya utendaji wa vyombo vya dola kwamba anajua kama Idara ya Usalama wa Taifa maslahi ni mazuri, lakini yaboreshwe zaidi na ya polisi yaboreshwe. Kasema wakati mwingine mtu mwenye njaa, akatoa mfano paka mwenye njaa, ukimpa lita mbili achunge lita mbili ya maziwa, ataishia kuyanywa yale maziwa. Kwa hiyo akimaanisha kuwa labda pengine maboresho ya maslahi ya watumishi wa, wa vyombo vya dola yanaweza kusaidia kukabiliana na hili janga la utekaji. Na katika kuhitimisha hiyo uh, huo, huo press conference yake alisema kwamba anafahamu kwamba alichokianzisha kitaleta mjadala. Kuna watu watakuja kumwambia kwamba wewe Askofu Gwajima wewe ni mtu wa CCM. uh, wengine watakuja kusema kwamba anamkemea rais. Amesema kuwa yeye anaongelea taasisi ya urais na sio rais Samia Suluhu Hassan. Uh, kadhalika akasema kwamba katika press conference ya leo aliifanya sio kama uh, Askofu Gwajima mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM na wala sio kama mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wala sio kama askofu kiongozi wa dini, yani Askofu Gwajima kama kiongozi wa dini. Yeye ameyafanya haya kama Josephat Gwajima ambaye ni Mtanzania. Kwa hiyo, anasema CCM hawapaswi kuunga mkono utekaji na mtu yoyote ambaye atakuwa anatetea hoja ya utekaji, basi huyo hapaswi atakuwa ndani ya CCM, kwa sababu Watanzania wote wanataka kupinga swala la utekaji. Kwa hiyo haya ameyafanya kama uh, Mtanzania lakini amesema kwamba anatarajia kwamba yanaweza kaleta maneno maneno hapa na pale, na akasema kwamba pindi yatakapojitokeza maneno atarudi tena. Lakini la mwisho alisema kwamba hii ni mwanzo ni, ni kwamba yeye ataacha kusema pale tu swala so hili, la utekaji, litakapokwisha. Una maoni gani kuhusu hili? Um, kwa hiyo unaweza ukaangalia pengine picha sasa. So, kwa kifupi mtizamo wangu mimi kuhusu haya nadhani kuna jambo kubwa zaidi ya hili lilotokea leo. Na, na uzuri mwenyewe amesema kuwa Ataendelea kuongelea swala hili um, kuna watu hili li, ambalo alilofanya uh, Dr. Askofu uh, Gwajima leo, uh, leo lina akisi kinachosikika kwamba kuna watu ndani ya CCM hawako comfortable na hata hili tukio la jana la, la wiki iliyopita la hawa wanaharakati kutoka Kenya na huyo wa Uganda kufanyiwa waliofanywa, yamewachukiza watu wengi sana ndani ya CCM ndani ya mfumo Inaonekana wazi kwamba labda vyombo vya dola uh, vimezidiwa uwezo na mfumo, nje ya mfumo, kwa sababu inaonekana kwamba kuna watu wana mamlaka ya kufanya vitu ambavyo labda hata RPC hawezi kuzuia au mkuu wa jeshi la polisi hawezi kuzuia au mkurugenzi wa Idara ya Usalama wa Taifa hawezi kwa sababu katika mazingira ya kawaida, haya yanayofanyika haya ya utekaji, hili ni tishio kwa usalama wa taifa. Kwa nini sasa Idara ya Usalama wa Taifa hailitangazi kuwa hili ni janga la kitaifa au ikalipa kipaumbele kulikomesha? Kama, kama dola haihusiki katika haya, basi ni wazi kwamba kuna forces fulani ambazo ziko nje ya mfumo wa dola zinazohusika na swala hili. Kwa hiyo hili, na bila shaka, ni mwanzo. Nadhani tunaweza kutumia neno sahihi, ni kwamba Askofu Gwajima amejilipua kwa niaba ya watu. Of course, atashambuliwa, watajitokeza watu kutaka afukuzwe na kila kitu. Kuna wengine watasema anampinga rais na vitu kama hivyo Uh, lakini pia kwa sababu yeye ni askofu na ni kiongozi wa Kikristo, kuna watakaotaka kuleta udini kwamba huyu kwa sababu ni Mkristo anampinga rais Muislamu. Kwa hiyo tutarajie mengi katika hili, lakini kubwa zaidi, askofu Gwajima anastahili kupongezwa kwa ujasiri wa haya aliyosema. Asiangaliwe kama mwana CCM, aangaliwe kama Mtanzania aliyeguswa na janga hili. Una maoni gani? Karibu hapo chini kwenye komente. Asanteni na kwaherini.